Gisima Nyamwanga alizaliwa katika kijiji cha Migungani wilayani Bunda mkoa wa Mara tarehe kumi mwezi wa tisa mwaka elfu moja mia sita sitini na tisa kama mtoto wa tisa katika familia yenye watoto kumi na moja ya mzee Nyamwanga Mugendi pamoja na Mogore. Gisima pia alifanya kazi muda mrefu katika wakala wa umeme vijijini Rea. Baada ya hapo alienda kufanya kazi katika shirika la TBA kabla ya kujiunga katika shirika hili ambayo alikuwa anafanya kazi la umeme wa Tanzania Tanesco mpaka umauti wake ulipomfikia. Ndoa, Marehemu Bonifas Kisima Nyamwanga alikuwa na wake watatu hadi umauti wake kumfikia ameacha wajane wawili. Pia marehemu alibarikiwa kupata watoto kumi na tano ambao wa kiume walikuwa ni sita na tisa wa kike. Pia marehemu alikuwa alibarikiwa kupata wajukuu wajukuu watano ambao wa kiume ni wanne, wa kike ni mmoja. So, marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alifariki dunia kwa ajali ya gari iliyotokea tarehe kumi na tatu wakiwa safarini kuelekea wilayani Bunda mkoa wa Mara. Shukrani. Familia inapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua marehemu kuhudumu katika nafasi mbalimbali serikalini Familia napenda kumshukuru naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa do, Doto Mashaka Biteko. Ndugu waombolezaji wenzangu, kwa simanzi kubwa niseme kwamba tumekusanyika hapa leo tukiwa tumekuja kumwaga na kutoa heshima za mwisho kwa kipenzi chetu ndugu yetu na rafiki yetu mhandisi Gisima Boniface Nyamuhanga aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanesco. Naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan mpokee pole nyingi kutokea kwa kifo cha ndugu yetu huyu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alimpenda sana kijana wake. Na hata alivyofariki alinipigia simu. Akaniambia usimamie msiba huu vizuri. Ningependa kuona Gisima anazikwa kwa heshima. Gisima alikuwa mtu anayekuja mbele yako ana jibu la tatizo unalokusudia. Hakuwa mtu wa kulalamika. Alikuwa mtu ambaye wakati wote ukimwita atakuja kwa unyenyekevu mkubwa, pamoja na umri mkubwa kuliko mimi. Binafsi nilimpenda sana, nilimheshimu sana. Sisi kama wizara na wenzangu wizarani tutaendelea kukumbuka mchango wake kwenye sekta ya nishati, na zaidi sana yale aliyokuwa kiabuni kila siku tutayapa msukumo mkubwa. Yeye pamoja na kwamba ameondoka leo, nyuma yake ametuachia utajiri mkubwa wa muunganiko ndani ya Tanesco, Tanesco ilivyo leo, wanania moja tu wa Tanzania wapate umeme, na huo ndio wimbo waliokuwa kiwimba wakati wote. Juzi tulivyokwenda kukabidhiwa mitambo pale Julius Nyerere ili kwenda naye na baadhi ya mawaziri wenzangu, sikujua ilikuwa safari yangu ya mwisho kufanya naye kazi. Gesima Nyamuhanga, signature yake itaendelea kuishi hata kama hayupo, na watu tutaendelea kumkumbuka katika hilo. <coughs> nimalizie kwa kuwatia moyo familia, wajane, watoto. Ben, kama mtoto mkubwa, sasa baba hayupo, simama sehemu yake, simamie familia. Jiwekeni pamoja, msiruhusu magawanyiko miongoni mwenu wakati wote. Baba hayupo, lakini muone kama yupo wakati wote. Anachotamani kukiona, na huko atakakokuwa, furaha yake ni kuona familia yake mkibaki wamoja. Ninyi watoto mliobaki, mwalee wajane hawa, mwatunze na sisi kama wanafamilia tutaendelea kuwa pamoja na ninyi wakati wote. Mheshimiwa Rais ameniambia kijana ameondoka, lakini kazi alizozifanya zitaendelea kuishi na nataka niwatoe wasiwasi, kwa maana Mheshimiwa Rais anayo macho ya kuona vizuri ni nani anayefaa kuchukua nafasi ya Nyamuhanga. Bila shaka atawaletea mtu mzuri atakayeendeleza kazi njema ambayo ameileta.